Haleluya, haleluya ndugu msikilizaji na mtazamaji ndani ya chaneli yetu inayoitwa kwa jina la Jovin Chafu, Mungu akubariki sana, karibu sana. Kwanza nikutie moyo ya kwamba si kwa akili zako wala kwa nguvu zako, bali ni kwa mapenzi ya Mungu aliye hai, ndiye aliyekuvuta upate kusikia ujumbe huu ambao nina uhakika ya kwamba utabadili maisha yako utakutoa katika hatua moja na kukupeleka katika hatua nyingine. Ninachoomba ni usikivu wako, kwa natumai Mungu atafanya kitu katikati ya ujumbe huu. Usipuuze, lakini pia usiache kushea, kwa kuambia, kwa kualika ndugu zako, familia, marafiki zako. Kwa hiyo kabla ya kuachilia ujumbe huu nikaombe kwa dakika moja, funika macho yako binti, funika macho yako kaka, funika macho yako mama yangu baba yangu, ili nipate kuomba na wewe majira haya. Sante Bwana Yesu kwa muda huu na majira haya, sante Mungu aliye hai, sante Bwana kwa ujumbe huu ambao Mungu umekusudia kwa watoto wako. Ninaomba Bwana, ujumbe huu ufanyike wokovu, ukamguse binti huyu, kijana huyu, mama huyu, baba huyu, huyu anayesikiliza majira haya, Bwana mguse kupitia ujumbe huu ukamtembelee Mungu wa mbinguni ukafanye kitu cha tofauti hapo aliposhindwa, alipokata, alipo tamaa hapo alipochoka. Amejaribu kutafuta ushauri mbali mbalimbali, lakini imeshindikana kwa nguvu zake. Maana imeandikwa si kwa nguvu zangu, wala si kwa uwezo wangu, bali ni kwa roho Bwana. Amejaribu kwa nguvu zake, lakini ameshindwa. Wakati mwingine pia atakwa ushauri lakini ameshindwa, bali Mungu liye hai katika wewe. Mungu unasema je, kuna jambo gani gumu nisiloliweza? Nami Bwana Yesu, katika neema yako ninawaleta watoto wako, ninamleta msikilizaji huyu, ukaseme naye Bwana, ukafanye Mungu wa mbinguni, hilo ambalo limeshindikanika kwa akili zake, ili sifa na utukufu Bwana zikurudilie wewe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo ninafungua masikio yake ya Roho, ukaseme naye Bwana Yesu, na neno lako Bwana likakae ndani yake kwa wiki, kwa jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini, pokea sifa na tukufu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. oh, kadusha kivramasopradia sante Bwana Yesu, sante Bwana Yesu. Sasa nitasoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo na Biblia yako ni vizuri anda biblia yako uwe na peni, uwe na karatasi, daftari au sehemu yoyote ya kuandika kwa ajili ya kumbukumbu, ili hiki kitu usiki usiishie tu kukisikiliza, bali kuna muda utapata wakati wa kukipitia, ili kusudi kiendelee kukaa zaidi roho mwako. Na ninapenda kwako kwa iwe ni desturi hiyo, kuandika kila ujumbe ambao unapata, kila somo ambalo Mungu atasema na wewe. Kwa hiyo, tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya tatu kuanzia ule mstari wa sita. Neno la Mungu linasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake, akala, akampa mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi wakashona majani ya mtini wakajifanyizia nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu na mstari wa sita, anasema kwamba mwanamke alipoona ule mti wafaa kwa chakula. Jambo la kwanza unaweza ukaandika mwanamke, anasema kwamba alipoona ule mti wafaa kwa chakula. Jambo la pili anasema wapendeza kwa macho Alafu jambo la, la, la, la tatu anasema nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa. Hilo ni jambo la tatu. Haya ni mambo ya msingi sana, kwamba wafaa kwa chakula, jambo la pili wapendeza kwa macho, na jambo la tatu anasema nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Andika hayo mambo matatu, andika mambo matatu, atakusaidia uta na utapata kuelewa kwa nini, kwa nini Mungu amekusudia upate kusikia ujumbe huu. Anasema, baada sasa ya hayo yote, mwanamke alipoweza kuona hayo yote, anasema ndipo alipoenda kutwaa, alipoenda kuchuma lile tunda, akala na mumewe. Alipokula haikutosha akampa na mumewe, lakini kumbuka, huyu mwanaume anaitwa Adamu, ndiye aliyepewa maelekezo ya mti huu. Kwa hiyo baada ya Mungu kumpa mwanamke wa kufanana naye, ambaye ndiye Eva mama yetu, basi Adamu alimshirikisha juu ya kila ambacho Mungu amenena naye kuhusu sheria na kanuni, namna ambavyo anapaswa kuenenda katikati ya miti hiyo ambayo Mungu aliiweka kusudi apate kuitunza. Nataka nikwambie nini, Biblia inasema kwamba mwanamke huyu mwanamke alitokewa na Shetani. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulijua shetani haikuwa siku moja mpaka aweze kukamilisha huu mpango. Ina maana kuna wakati alianza, ina maana kuna, alichukua kipindi fulani apate kumsoma Adam, alichukua kipindi fulani apate kumsoma Eva, alichukua kipindi fulani apate kumsoma. Ni wakati gani Adam yuko na mke yuko na mke wake na ni wakati gani Eva atakaa mbali na mme wake? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu shetani kuna wakati alianza kumjaribu Adamu, lakini kila alipojaribu lengo na kusudi aweze kumtoa katika lile kusudi la Mungu, katika yale maelekezo ya Mungu, kilichotokea hakufanikiwa. Lakini alipojaribu kumtazama Adamu kiundani, akaona mkakati wake si rahisi kutimilika. Alichokifanya, ikabidi sasa amsome mwanamke. Mwanamke yukoje mwanamke ana nini ndani ya moyo wake? Biblia inasema yule mwanamke alivyotazama mti aliona kwamba wafaa wapendeza. Bwana Yesu asui sana. Ina maana mti huu ulikuwa na sifa ya kuvutia, ulikuwa na sifa ya kupendeza kwa macho, ulikuwa na sifa ya kutamanika machoni mwa mwanamke. Bwana Yesu asui sana. Kwa kuna wakati mwanamke alikuwa anatamani angesogea achumele tunda hata aonje, lakini alikuwa anashindwa kwa hiyo yale ambayo yali mawazo yake ya kutimiza kusudi ya kwen, kusudi la kwenda kuchuma ule mti wakati amekaa ndani ya moyo wake, japokuwa alikuwa akitamani na, ka, na katika kutamani kwake hakufanikiwa, ndipo sa shetani alipokuja kwa njia ya kumtumia nyoka. Nataka nikuambia kitu kimoja, nataka nikuambia kitu kimoja. Ah, waswahili wanatumia lugha moja wanasema kwamba adui yako watoki mbali, adui yako ni yule mtu wa karibu ambaye una uhusiano naye, una ukaribu naye, anakujua, unamjua, anakuamini tena na kujua vizuri kabisa. Kwa sasa, huyu mwanamke alikuwa na urafiki na nyoka, kwa hata shetani alivyojaribu kuangalia kwamba ni nani ambaye nikimtumia hapa anaweza kwenda kumshawishi huyu mwanamke, maana kwa Adamu imeshindikana kwa alichokifanya akajaribu kwamba nikimtumia Adamu haitawezekana, maana ndiye aliyepewa maelekezo kamili, ndiye aliyepewa mkakati kamili, kwamba Adamu ukifanya hivi, hakika utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Roho Mtakatifu ya kusaidia upate kuelewa ki ambacho nasema na wewe. Biblia inasema ndipo ambapo sasa alipotazama katika wanyama, akaona kwamba Eva alikuwa na ukaribu, Eva alikuwa na urafiki, alikuwa na ukaribu na mnyama aliyeitwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya. Na ndivyo ilivyo katika maisha yetu, tunaishi na nyoka. Kuna nyoka unaishi naye, lakini shetani kila kijaribu kumtumia mtu fulani anashindikana, lakini anataka kumtumia nyoka unayekaa naye. Lengo na kusudi nini? Uweze kwenda kinyume na yale maelekezo uliyopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu amekwambia acha jambo fulani na hujataka kuacha, lakini kila ukijitahidi, shetani anaona kila kijitaidi kuja kwako inashindikana, kwa anajaribu kutafuta nyoka. Kwa uwe makini na nyoka wako. Nyoka wengi waliotuzunguka wengine, ni walangi za kila namna wametuzunguka, lakini lengo na kusudi, shetani anawatumia hao ili kusudi tu aweze kututoa katika bustani ya Mungu, aweze kututoa katika pendo la Mungu ambalo limetimilika. Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya. Sasa kwa alivyomtazama nyoka, ikabidi shetani amtumie kiumbe kiu cha nyoka kwa Eva alivyoona vile, kwa sababu ni nyoka anaoelewa naye, na Biblia inasema kwamba nyoka ni mwelevu, alikuwa na sifa ya tofauti kuzidi wanyama wote wa mwituni. Kwa ule umaili mzuri wa kuongea, mwanamke akatekwa yale maneno ya nyoka ya kumshawishi kwenda kutafuna tunda lile, na yale pia matamanio ambayo yalikuwepo ndani ya moyo wake. Maana shetani aliona sifa tatu ndani ya mwanamke, aliona sifa nne. Sifa tatu nimesha kuonyesha ya kwamba sifa ya kwanza aliona kwamba mwanamke alikuwa na kitu kinachoitwa, alikuwa na kitu kinachoitwa, Biblia inasema kwamba alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, mwanamke alikuwa na tamaa ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anasema wapendeza kwa macho, akaona kwamba mwanamke, mwanamke kuna kitu katika macho yake ndani ya macho yake, eh, anatamani ni mtu akutamani kwa kukiona kitu, akikiona kitu basi anakitamani automatic. Lakini jambo la tatu anasema anasema kwamba anasema kwamba ah, sante Bwana Yesu, sante Bwana, sante Bwana Yesu. Jambo la tatu pia anasema kwamba watamanika kwa maarifa, akiona kwamba ndani ya mwanamke kuna hicho kitu cha tatu, ko yale ya nyoka kuongeza na zile tamaa zake, maana kuna muda alikuwa anatamani ule mti na inawezekana kuna muda alikuwa anamshawishi Adam kwamba tuonje kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa katika katika yoyote alipojaribu tu kufanya hivyo, Biblia nasema kwamba ndipo alipofumbuliwa macho. Asante Bwana Yesu, leo hii tumeona mabinti wengi, mabinti wengi ambao wame imekuwa ni asilimia karibia asilimia tisini na tisa, tisini na nne, tisini na tisa mabinti wengi hawajasimama katika ndoa iliyo katika mpangilio na makusudio ya Mungu. Wengi wao wamejikuta wakizaa watoto wawili watatu wakati mwingine hata kuzidi watatu na wamezaa ndani ya nyumba za wazazi wao baba yake na mama yake au walezi wao. Wakati bibilia inasema kwamba mwanamke ataacha ya baba yake na mama yake, atambatana na mumewe kwao. Wengi wamejikuta wakiingia katika mahusiano yasiyo sahihi, wengi wamejikuta wakiingia katika ndoa zisizo sahihi, ambapo katika ndoa hizo walizifurahia kile kipindi kile kipindi, wakati wakifanya ule uharibifu, wakienenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaona kwamba mewini maisha, lakini baadaye baada sa kujiingiza na baada saa ya kuingeji katika ndoa hiyo kujiingiza kwenye ndoa na huyo kijana kujiingiza kwenye hiyo ndoa na huyo kaka na huyo binti, basi akajikuta yule kijana vile alivyomwona mara ya kwanza ilikuwa tofauti, mara alivyomwona mara ya kwanza na wakati anaishi naye, akaanza kuona sura mbili tofauti. Bwana Yesu asiwe sana kwao Hayo yote ni kutokana na nini? Ni kutokana na hizi sifa tatu. Nitakuonesha sifa ya nne, maana nimesema sifa nne ambazo hizi hapa zilionekana ndani ya mwanamke Eva. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Na tuma ameshaanza kunielewa, kwa shetani anatumia kitu kinachoitwa eh, mwanamke ana kitu kimoja kinachoitwa mwanamke anapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke anapenda kupitia nini? Kupitia macho. Bwana Yesu asifiwe sana kwa sasa hicho kitu shetani alikiona ndani yake. Haleluya, haleluya, sante Bwana Yesu, sante Bwana Yesu. Lakini pia mabinti wengi wamedanganywa na kitu kinachoitwa kinachoitwa chakula. Binti mwingine eh, kuna mabinti wengine amejikuta amepata ujauzito katika njia ambazo akitafakari ni njia chafu, ni njia ambazo sizo njema. Siku moja amekutana na kijana, kijana akamnulia chakula, akamnulia supu, alipokunywa tu basi kile kitu kile kitu, mwingine akapewa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine akapewa chakula kile kitendo kile chakula, chakula, ikabidi sasa huyu binti aweze kumlipa kijana naye pia kwa namna nyingine, maana kijana amemlipa, amempa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwao na binti naye binti naye pia na inabidi naye pia aweze kumpa kile ambacho kijana kile ambacho huyu kaka anatamani. Kwao wengi wamejikuta kijingiza katika ndoa za namna hiyo na baadaye yanatokea majuto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, soma hapo hapo. Kitabu cha Mwanzo tatu kitabu cha Mwanzo tatu na ule mstari wa kumi na tatu Mwanzo tatu kumi na tatu Biblia inasema Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Hii ni sifa ya nne. Hii ni sifa ya nne. Na katika eneo hili mimi na wewe tunashuhudia y kwamba mabinti wengi wanalagaiwa. Hey, mabinti wengi, mabinti wengi wanadanganywa. E, shetani anatumia njia inaitwa udanganyifu. Kwa mwanamke ni rahisi sana mwanamke kudanganywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa adui aliona kitu kidani ya mwanamke kinachota kudanganywa, maana alipoenda kwa Adam akaona Adam Adam hana sifa hiyo ndani yake, lakini akaona kwa mwanamke kuna urahisi wa kudanganywa, kwa katika akatumia njia hiyo, ndio maana mwanamke akadanganywa kwa maneno mazuri ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba alikuwa ni mwelevu. Kwa mabinti wengi wamejikuta wakizaa watoto wawili watatu. Bwana Yesu aswe sana. Wakati mwingine kila mtoto ana baba, na ukijaribu kuchunguza kwa umakini utagundua kwamba huyo binti kuna vitu alipewa, mwingine alipewa chakula. Bwana Yesu aswe sana. Mwingine alipewa kinywaji, akawekewa dawa. Bwana Yesu aswe sana, akajikuta amepata ujauzito katika njia ambazo, si, njia ambazo sizo. Bwana Yesu aswe sana. Binti mwingine binti mwingine alimtazama tu kijana kwa sababu amevaa kiatu kizuri, kwa sababu amevaa nguo nzuri, kwa sababu amevaa miwani, kwa sababu eh, amependeza, wanaita handsome boy. Basi hilo jambo likamvutia yeye, akaona ni vyema kujiingiza nayo kijana, kumbe sijue ame, ame, anaolewa na simba waraisi sana, kwa kuto kutaka kujiongeza, hakutaka kumuuliza Mungu wala kutaka kupata utulivu kufanya tathmini, lakini alikubali kwa sababu ya chakula, alikubali kwa sababu ya mavazi, alikubali kwa sababu ya kudanganywa na kitu fulani. Mwingine alidanganya tu kwa maneno, hakupewa pesa wala chakula, lakini mwingine adanganya tu kwa maneno. Basi katika hilo akajikuta amejiingiza katika ndoa zilizo hatarishi kwao. Ninakusi binti we, ambaye Mungu amekupa neema, Mungu amekulinda wakati huu, Mungu amekutunza wakati huu, na ingali umesikia nuru hii, basi uwe makini. Biblia inasema Biblia inasema kwamba kwa maana, kwa hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwapo. Kinachowafanya mabinti wengi kujikuta wakiingia wakipata mimba holelaholela pasipo makusudio ya Mungu, sababu kubwa ni kwamba walipewa vitu kwa, unaweza ukapewa pesa, kumbe umepewa moyo. Ndivyo ilivyo kile unachopewa, kwa lugha nyingine, maana yake unapewa moyo, wanaessana kwa, kuna mwingine alipopewa tu moyo, akajikuta ghafla kijana amemuhifadhi ndani ya moyo wake, basi kutoka pale kumnaswa kijana likawa ni vigumu, akajikuta amempenda automatic na baadaye majuto akaingia koni. Na kusihi kijana, uwe makini, majuto yasiwe kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama ulikosea mara ya kwanza, uhakikishe aukosee tena, ingali tayari umekwisha ukipokea hii nuru. Uwe makini na wale ambao unakutana nao. Hapa nasema na, na binti, nasema na wewe binti, hii itakusaidia, hii itakusaidia, na hatimaye Mungu atafanya njia Mungu atakupa kile kilicho chema. Usidanganywe wala usiangalie kwa macho, bali mtake Mungu angalie yeye, ndipo sa kuthibitishie. Usitake wewe kuangalia kwa macho yako, maana shetani aliyatumia hayo na anazidi kuyatumia hayo. Mungu akubariki sana. Huu ndio ujumbe ambao Mungu amekusudia upate kusikia. Umesikia ujumbe huu, mwambie na rafiki yako na rafiki yako naye aweze kupona. Biblia inasema Biblia inasema ya kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Nami natamka kwa jina la Yesu lingali, umesikia kweli hii, ikuweke huru, ufunguke macho na kisha mungu na kisha na kisha Mungu akudhirishie njia iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Ni mimi mtumishi Jovin Chafu. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Ni mshukuru Mungu, funika macho yako. Sante Bwana Yesu kwa majira haya. Sante Bwana kwa dakika hizi. Sante Bwana kwa ujumbe huu. Sante Bwana kwa binti huyo. Sante Bwana kwa msikilizaji huyo. Kwa jina lako Yesu Kristo. Katika maneno laki moja lakini yapo maneno matano ambayo Mungu wa mbinguni, ninaomba Bwana useme naye kwa jina lako, sema na msikilizaji huyo apate kuelewa. Roho Mtakatifu usika, kwa jina la Yesu Kristo, ujumbe ufanyike kwa ni nguvu na uponyaji kwa jina lako Yesu Kristo. Kwa jina lako Yesu Kristo Natamka neema kwa jina lako, mpe macho Bwana, binti huyu, mpe macho kijana huyu Bwana, apate kuona sawasawa sawa.